Siku ya Jumamosi, Pakistan na India zilianzisha mashambulio ya kukabiliana dhidi ya vituo vya kijeshi vya kila mmoja wao kwa wao na kusababisha wito wa Marekani kwa majirani hao wenye silaha za nyuklia kuanza mazungumzo na kusuluhisha mzozo wao unaokuwa. Hofu kwamba silaha za nyuklia za nchi hizo zinaweza kutekelezwa iliongezeka wakati jeshi la Pakistan liliposema kuwa jeshi la juu na shirika la kiraia linalosimamia silaha zake za nyuklia lingekutana, lakini waziri wa ulinzi baadaye alisema hakuna mkutano kama huo uliopangwa. Maafisa kutoka pande zote mbili walionyesha nia kwa sasa kuchukua hatua nyuma kufuatia mabadilishano ya siku hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa Pakistan, Muhammad Ishaq Dar, aliambia runinga ya ndani kwamba ikiwa India itasimama hapa, basi tutafikiria kuacha hapa. Jeshi la India lilisema kuhusu mashambulizi ya kijeshi ya Pakistan siku ya Jumamosi kwamba vitendo vyote vya uadui vimepingwa ipasavyo na kujibu ipasavyo. Wachambuzi na wanadiplomasia kwa muda mrefu wamekuwa wakihofia kwamba mzozo kati ya wa wapinzani unaweza kushika kasi na kupelekea matumizi ya silaha za nyuklia katika mojawapo ya wa maeneo hatari na yenye watu wengi zaidi duniani. Tofauti na India, Pakistan haina fundisho la kutotumia mara ya kwanza. Waziri wa ulinzi wa Pakistan Khawaja Asif alipozilia mbali tishio lolote la nyuklia la mara moja na kuliita uwezekano wa mbali sana.